Ulio... ona labda sijui afika sehemu ya sitini na moja mimi huko sijafikia bado sana. Basi basi kama hujafikia, basi natamani ujifikie, afu tushauri. Labda pengine pengine, cha kumalizia tunatamani sasa tusuluhishe hichi kitu. Labda binafsi yenu, mnaonaje haya mahusiano? Tuanze kwa kaka mkubwa, maana u ndio hujakubali kama unampenda mwanamke wako, hem. Tumalizie hili swala. Ya, mimi kusema kusema kwambia eti simpendi mwanamke wangu hapana. Mwanamke wangu mimi nampenda, lakini sasa kuna hivyo <laughs> vitukio. She kuna, kuna kwa gele kufanya natoka ndani. Wewe usiku sa ngapi unaenda kulala nje? Inategemeanaga meanaga. Sasa kama nilivyokwambia mwanamke amenifanyia nini? Ngoja kwanza, nimpomoe kwa hivi. Maana mwanamke mkiwa ndani anaweza kufanya vitu vyote. Ila cha kwako kimoja, she unapasuka ni lazima habari ziende hadi kwa mama yake au kwa mama yako au kwa baba yako au kwa baba yake. Sasa yeye kumpenda ndiyo, tukae na tutazidi kukaa, lakini kwanza hizo tabia, she. She. tabia. Mm. wewe fikiria tu na shinda zangu rodi jioni na rodi kwa mke wangu nyumbani tunakaa, afu unakuta mwanamke yuko busy na simu. Kuna vitu vingine hadi ukimuuliza, ukimwambia nifanyie kitu fulani anakuwa yani kama kusikia, yani yani yuko busy ameganda, yani utafikiri hauna hauko na mtu. Sasa muda mwingine hizo vitu vinaleta jazba kwako mimi nitajifikiria jinsi ya kurudisha mahusiano, kama ishasema bado uko tayari tena ukana na mimi, lakini sharti sharti kubwa yaishe yale. Mimi ngoja kwanza ni kuachi hapa kwanza ni kuachi hapa. Mimi ningeomba kwanza umuulize swali hivi, kati ya simu na mimi, yupi mume wake? inakuja direct na mmewakea inakuja na msi, siongei tena hiyo, mume wangu ni bora maana nisingempata yeye, nisingekuwa na simu sawa. Ameniulia simu kwa sababu ya, ya maongezi ya ma labda za kwako kwa mbali nini anatafuta, ila mi ninajikuta niko busy sana nimefocus sana na simu kuzidi mume wangu. Kwayo hapo natakiwa ni nijirekebishe, nitajirekebisha. Yani anisamee ya tu ni matukio tu ambayo ametokea, lakini nitakuwa sawa. Eh, bana, mimi naweza nikasema kwanza ngoja kwanza niwaachie hapa kwa sababu hii hapa ni story ndefu. Ninadhani inaweza ikawa hata na part 2 na part 3 inaweza ikawa mpaka tupate hitimisho ya hii ndoa kuwa sawa. Kama nilivyokuambia netu Alex Ali 26 namba kutoka kwa Mastaz TV. Kuna ma-producer wanapatia sauti za wasanii. Eh, usema ah, producer ananikimbaga mimi. Huaga ananipatia. Eh, kuna wengine nikienda kwa studio fulani ananipatia sauti yangu, awezaje ku-maintain ile sauti yangu ee, umeelewa? Mm-hmm. Yes, kwao Toro bana, ni mtu ambaye ananipatia ni ana respect, anafanya kitu kwa muda, nikitaka video yangu baada ya siku mbili naipata bila shida yoyote kwao eh, mi binafsi ndo director ambaye mi namuona ni favorite.